Inakuja kupandishwa jana, ilishukishwa maana yake ilikuwa ni bendera mzee, imechana chana na upepo na kuzeeka, labda imenyeshewa, imechomwa na jua kali. Sasa leo wanakuja kufunga bendera mpya. Yani sijui mbona ustadhi anajipataga sehemu nyeti kila wakati ambao unafaa. Yani tofauti yangu na Larry Madowo tuseme ni jina ama tuseme vile Larry Madowo anafanyia CNN, alafu kumta 254, anafanyia ndeni itagwa community almaarufu Wozoloo Wozoloo Mheshimiwa Rais, gwaride naloliona ni la polisi wa Romania, gwaride lilopangwa ili ilikupandisha bendera makubalisha bendera iliyokuwa imechanika chanika na kuweka bendera mpya ya Romania almaarufu ndani ya European Union. Hapa ni Drobeta Turnu Severin, kaunti ya Mehedinti. Yaani mimi kama umtatu 54 ukipenda ustadhi wa Europe, ni heshima kubwa sana kuwaletea adventure hii ambayo ni one of its own kind. Naona bendera inafungwa pale kwa heshima na madaha. Soon, ipandishwe kwenye mlingoti huu iwe tumemaliza hafla ambayo ilikuwa imetuleta hapa. Ustadh mbona uongee na kelele zenye tumekuzoea? Hapana, hapo ukiangalia ni kirauni tupu na nastaki kuhatarisha maisha yangu. Msikiage huu nilitupa River Mesopotamia ya Europe. Kinacho washangaza wengi wanashindwa, huyu hey, jamaa kapteni wa ndege ama kapteni wa hewani imefikaje amekuja kurekodi hizi video jamani, ana nia gani? Lakini ukweli ni kwamba huku kwetu as long as kitu kinafanyika kwenye hafla ya hadharani mama almaruf public, hakuna atakayekuzuia kuchukua video ama kurekodi, as long as nia yako si kutumia vibaya. Nia yangu kuchukua video hii ni kwa sababu ya kuhamasisha watu na maadventure zangu za random humu na mle, wala sio matumizi mabaya ama kuchua, kuchafua jina la nchi ya Romania ozo, ozo.